Wanawake wengi wamekuwa wakijiuliza inakuwaje mimba inatungwa nje ya kizazi. Sasa kama haufahamu, kaa hapo niweze kuelekeza vitu vinavyosababisha mimba kutungwa nje ya kizazi. Kwanza ni mirija ya uzazi kuziba au kuharibika. E, kutokana na maambukizi ya UTI na PID, basi ile mirija ya kizazi huwa inaziba. Kwa hiyo kiziba, kuna uwezekano mkubwa a, mimba ikatungwa nje ya kizazi. Lakini pia kuwa na historia, kama umewahi kuwa na historia ya mimba kutungwa nje ya kizazi jina jina Angalie, na kama bado huko hapa kwenye hii hatua ya pili, wasiliana na mimi nitaweza kukwambia nini unachotakiwa kufanya. Lakini pia maambukizi ya zinaa, magonjwa ya zinaa, gonorea, karamidia, huharibu mirija ya faropia. Kwa hiyo ni rahisi sana mimba kutungwa nje ya kizazi. Lakini pia kutumia kifaa cha uzazi wa mpango cha ndani eh, mimba ikitungwa mara chache hukwama nje ya kizazi, ambayo tunasema IUD. Unapoendelea kutumia IUD mara kwa mara unaweza kusababisha mimba kutungwa nje ya kizazi. Kuvimba kwa ndani ya mirija kutokea. Mirija yako imeweza kuvimba, basi jua ni changamoto kubwa. Lakini pia uvutaji wa sigara na homoni isipokuwa sawa, basi ndugu yangu, hiyo ni hatari homoni. Yani, emrudia hilo neno homoni, ni hatari sana kwa afya yako kama unahitaji au uweze uh, kubeba ujauzito bila ya kuwa complication, basi hakikisha unacheki hivi vitu, hakikisha unatibu hizi changamoto ili uweze kuwa salama. Kama bado unateseka, wasiliana na daktari Jimmy leo kuweza kupata msaada zaidi. Karibu na Mungu akubariki. Uh.